Ok, kabla hatujaingia kwenye somo la tano, ambalo niliahidi tutaongelea string, so nimeamua ili tulibadilishe iliwe ni somo ambalo unahitaji nieleze kitu kimoja kinaitwa casting. So kwenye Python kuna kitu kinaitwa casting na hususan kwenye namba. So, kwa sababu tumeona hizi, tumeona aina za namba, tumeona kuna kuna integer tumeona kuna kuna float tumeona kuna ya yeah. Sana, sana sana, sana tutadili na hizi safari. so casting ni nini? Casting ni kwamba unapo specify variable, kwa mfano hapa hii x, tutumie hii 2x, hii x labda nanyi tuseme ni float, lakini ukawa unasema no ina ina ina lakini hizi point lakin, zihitaji nahitaji zitupiliye mbali. Yaani iwe ni int. badala ya kuwa float. so unaweza ukatumia kuna zake. Unaweza ukatumia kwa mfano hapo ni, ni then unaweza int kwa namna okay, sorry. Kawa int kwa namna hii kwa maana kwamba kwa mara ya kwanza waja kwanza, hii ni comment ili isikuchanganye okay. Kwa mara ya kwanza hapa hapa, tukija hapa, tukasema print x, print x, maana yake kabla hatujaweka hizi, tuzitoe kwanza hizi kiprinti okay. x itatuambia ni nini? Okay, itatuambia ni 20.6 ambayo value, value yake, type yake type yake ni Okay. Sorry, type yake ni ni float, sawa eh? Lakini unaweza ukai convert ndio maana ya casting. So, unaweza tukai convert kivi, tukasema hii ni int. Sawa. Maanaake hapa tunachokifanya hatutaki kudili na hii sita, hatuitaki, tunaitaka ishirini, kama ilivotashang imetoka, kwamba kama kuna value labda ziko kwenye database nataka uzitumie na unataka uzitumie kwenye namna ambayo labda nata umuonyeshe user kwamba azione hizi value lakini hautaki aone zile decimal, kwa sababu zina boa, hutaki kuziona. Labda user hajali sana kuhusu hizi decimal, so unataka umuonyeshe tu kwa kwenye ile value, kwenye ile data ambayo ni value yenyewe, unaweza ukatumia keyword ya int kuiconvert. Ndio unaiconvert, inakuwa nini? Inakuwa ni int kwa sababu ilikuwa ni float. Sasa tumeiconvert imekuwa int lakini pia hata kwenye z kwa mfano, hisi hii ni, ni float okay, hii ni float lakini pia na yenyewe, let's say labda hii ni int, labda tunataka tuiconvert iwe float. Iwe float okay, iwe float. So, tukija tukaangalia type ya tukaandika print type type ya z afu tuka run hapa, utagundua imekuwa float na of course, tuki print yenyewe z sasa, kwa sababu tumeona ni ishirini, lakini tukija hapo tukasema print z utaona imekuwa 20.0 kutoka kuwa 20, imekuwa 20.0. Hiyo ndio maana ya casting. So tunaweza tuka convert data type kutoka kwenye type fulani kwenye type fulani kuja kwenye type fulani. Lakini sio hivyo tu. Kwa mfano, ukiwa na data ambayo say, hapa tuna data ambayo ni unajua, nadhani toka nimeanza ku... ku kuandika hizi data nadhani kuna kitu najuuliza, kwamba kwa nini ukiandika namba hizi quotes kama hivi, ukiandika herufi ndo unaziweka? ili swala nije nilielezee kwenye inayofata ya string, lakini kiufupi ni kwamba namba azitajikwa kwenye, na ukiweka kwenye inahesabika kama kama string. So kwa sababu tukisema hapa ishirini unaona ishirini sio tena namba, hii ni string, sio? Unanielewa? Yani kuna ishirini kama namba, lakini ukishaiweka kwenye easy code inakuwa ni string. So kamfano, nikisema, kwa mfano nikisema ni print hapa. Kai, ngoja nitoe hizi zisikuchanganye, zitoe hizi. So nikisema ni print y, okay. Nikiprinti italeta jibu ngapi? Ishirini. Lakini nikiprinti type yake, tumeandika ishirini lakini tumeweka kwenye quote. Lakini tukisema tuprinti type type ya ya hiyo ishirini ambayo iko kwenye variable utagundua imekuwa ni string. Of course kuna line hapa inatuchanganya, ngoja tu comment na yenyewe. So ukipnt → ukiprint hapo tunaona nimekuwa string ni ishirini lakini ni string. Ni string string, kwa sababu tumeweka kwenye quotes, sawa? Yeah. So kifupi ni hivo kwamba unaweza ukaconvert number yoyote kutoka katika aina yoyote ya data type, sio kila aina lakini, kwa data type ya int na float na string unaweza ukazi convert, lakini hapo usichanganya. Kwa mfano nikasema hii ni int nataka iwe int. Ilikuwa string nataka iwe nini? Iwe int. So nikienda ku print data type yake, kasema unaona, itabadilika kutoka kuwa string mpaka kuwa int. Hapa ni string, lakini huku imekuwa int. Vilevile naweza nikabadilisha tu hapa nikaambia nataka iwe float. Okay ambia hiyo float tutaona, badilika imekuwa nini? Float. So data type yote inaweza inaeza, data type ya number inaweza ikabadilika, data type ya, ya string ambazo ni namba inaweza ikabadilika ikaja kwa integer au ikawa float. Lakini kitu ambacho sitaki uchanganya ni kwamba haiwezekani uweke neno Juma huni Afu sema eti badilike iwe nini iwe namba? Ni kitu ambacho hakiingii akilini, yaani Juma ni Juma tu, haiwezi kubadilika kwa nini kuwa namba? Kwa sababu Juma ni, ni string, ni maneno, haiwezi kubadilika kuwa namba. Nadhani unaelewa. Ikiwa 20 kwenye string, ikiwa 20 kwenye double quotes, inatambulika kama string. Hivyo inaweza kuikonvert kwa nini? Ikawa namba lakini ikiwa kwenye ikiwa ni string pure ambayo ni, tukasema ni Juma, amna namna unaweza kuiconvert ikawa ikawa namba. Ni kitu ambacho hakiwezekani, so ndo hivyo. Lakini pia yeah, afikiri ndo hayo ndo hiyo casting. Kwa hiyo tumesema int inaweza ikabadilika ikawa float, float ikawa int, lakini pia namba ambayo ni string ambayo ni string inaweza ikabadilika na ikawa na ikawa namba. Lakini pia tumesema hauwezi kubadilisha string ambayo ni pure, ambayo ni maneno maneno yawe namba, ni kitu ambacho hakiwezekani na haki make sense. So kwa somo hili tumeishia hapa, na nataka nikuache na test. Of course nataka uniambie hivi tuna variable x ni sawasawa na variable x ni sawasawa na labda tuseme kumi na mbili. Okay. Sasa nataka hii variable x i yi, ibadilishe kuwa ibadilishe kuwa int. lakini vile vile ibadilishe kuwa float. Yani ifanye iwe int na ifanye iwe float. Okay. Majibu nayataka hapo chini, so nionyeshe code umeandika vipi kwenye kuibadilisha hii kuwa int na kuibadilisha iwe float. Umetumia mbinu gani na imekupa majibu gani? So hiyo ndo testi ya leo na uh, kwenye kipindi kinachofuata ndo nitakupa majibu, tuone unaelewa ama vipi. So ni hivyo, katika tukutane katika inayofuata, ambapo tutaongelea string. Karibu okay. Na tuendelee kujifunza wote.